Kwa majina naitwa Rehema Asmani Rashidi, naishi wilaya ya Munduli, mkoa wa Arusha. Kwa kweli tunashukuru matibabu haya, ofa hii walioitoa Rais pamoja na mkuu wa mkoa. Kwa kweli tunawaombea kila la heri, wabarikiwe sana. Ni jambo kubwa sana na ni msaada mkubwa sana kwetu. Mkuu wa mkoa tumeumia sana kwa kweli, tumemzoea, tunampenda, amefanya vingi, tunamshukuru na huduma hii kwa kweli tunashukuru sana, ni msaada mkubwa kwetu. kwa majina naitwa Esther Dadia, niko hapa Arusha, tuko kwenye viwanja hivi hapa vya stadium, tunahudumiwa huduma tuna ni nzuri, na tunahuzunika mkoa mkoa wa Makonda amehamishwa. tunaombeni jamani, mturudishie. mimi naitwa Joseph Doto, nimetokea Mwanza kupata matibabu nimefanikiwa kupata matibabu yote. Namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia namshukuru Mheshimiwa Paulo Makonda kwa kuweza kufanikisha zoezi hili la matibabu. Tumepata matibabu, tumepata vipimo na dawa, nimepata zote. Kwa hiyo nashukuru kwa kuweza kubuni utaratibu wa kupata matibabu ni kitendo ambacho ni kizuri kinafaa kuigwa. alangu Asha Abdala Ali. Nashukuru kwa huduma ninayoipata ya Mama Samia Suluhu na Makonda kwa matibabu mazuri. Nimepata dawa, mwili wangu naona umepata matibabu, shingo, mbavu na presha. Nawakaribisha kwa huduma hii ya bure na wao nao wakaribie katika haya matibabu ya bure. Mimi naitwa Enelisa Mbikire Mwakamara kutoka Mbauda, nimekuja hapa kwa huduma za matibabu. Kwa kweli nashukuru, nimepokelewa vizuri na nimetibiwa. Na washauri wenzetu wengine wote ambao wako majumbani wanaoumwa wasisite kuja. Kwa kweli hapa kuna kupokelewa vizuri tu na kutibiwa vizuri bure na kupata dawa bure Jambo ambalo hatukulitegemea, tunashukuru sana. Tunamshukuru sana rais wetu, aendelee kutuhudumia na kutupa amani, na tunaendelea kumwombea aendelee na huduma zake vema. Mheshimiwa Makonda pia tunamshukuru pia kwa kutufanyia huduma kama hii bure na kuwakaribisha ma, madaktari bingwa katika wilaya yetu ya Arusha kutuhudumia. Kwa kweli tunawashukuru sana. Mungu aendelee kuwasaidia katika huduma zao. Tunaomba hii huduma izidi kuendelea, waendelee kutuhudumia kila wakati. Maana magonjwa ni mengi, watu wengi wanaumwa sana.